unapokuweka hapa, unasikia unaweza kuweka ndani hapa kwenye mfumo huu, ndio unaweza kuweka wazi eh, hii rangi hapo ile ni kolea nzuri kama wale wa mawingu. Unachota uji unakoleka pembeni, na rangi ile ya blue yuki mimina mule, na ile ya blue na mimina, unatengeneza nani, kama unatengeneza mkate basi umetengeneza iakupae yani, hii unaweza kutoka hapo baadaye, ukaigeuza ukaigeuza, ikatengeneza kitu kingine. Lakini kama uko peke yako utendemea, mwalimu, niko peke yangu naweza chumba ambacho inaweza kuwa inafanya ina, ina kazi inakoroga wakati ina, unafungua kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kitaratibu. Ukiwa na gosi unaweza ukacheza, lakini kama hakuna ni vigumu kucheza nao. <laughs> Ah, unaona una, uji lakini ule uji wa kung'aa, nimewambia angalieni, uji uji ulikuwa sisi baadaye umekwenda ukamng'aa ukawa uka, ri uka, uka unakata yale mafuta, unachukua mafuta ya misi, ili watu waelewe. Watu wanachanganya mafuta ya mawese na misi kwenye kosmetiki, mnielewa? hmm. unatoka nje, na ndio maana wengi wanatengeneza sabuni, majibu yake ni kidogo mukoda vuu, na wakati mwingine anakaa sokoni. Baada ya mtu anatoka, unachotaka kufanya ni kupiga hesabu kwamba unataka kutengeneza sabuni ya kitu gani, kama ni ngozi kavu, ngozi ya mafuta yanasema usome sasa, ngozi usijue chunusi au kitu gani. Kutoka pale, baadaye unatengeneza zile tine, dawa za asili, iko miti ambayo ukiweka hivi, unaona usomazile, unaona ulivo, mwalimu alikwambiaje eh? pale

ni ngapi? Tisa. unaweka vibao ni ngapi? unapiga saba tisa, mara mbili ningapi? mara ndiyo miche tutapeleka hapo sasa, nakubaliana